Sita kueleza sana, lakini mnajua miongoni mwa msaada mikubwa iliyomsaidia mwalimu kuifanya nchi hii, baki imetulia kwenye amani ni pamoja na lugha yetu ya taifa, mpeni lazima ahubiri kwa lugha tatu, anasema kwa lugha hii Kiingereza, kwa lugha nyingine kilosita kuzitaja, lakini sisi alhamdulillah tumevuka na Uislamu umetambua lugha, mashekhe zangu mkisoma katika hilo andiko langu mtaona tumesaidia tumeliweka Kiswahili na la Kiarabu. Mfano katika Qurani surati Yusuf Mungu anasema ina anzalna quranan arabiyya laallakum taqilun. Lugha ina umuhimu wake, muda kwa kuwa utoshi, nitaka nikazie haya, ili zile nukta tua tumezitendea haki, kila moja tumeiwekea. Na kwa sababu wako viongozi Christian wapo, watakuwa wamechukua ile mistari kutoka kwa Baskofu na tunaposema mtakuwa mmechukua, haina maana nyie hamjui, tunakumbushana. mnajua tunaposema mashehe zangu, mmekuja hapa tunajengeana, tuna uwezo, mtachukua haina maana nyie hamjui, tunakumbushana. Ndiyo maana sisi katika Uislamu tuna maneno maarufu yanasomeka, mtume Mungu anasema fadhakir. Mashehe tuko pamoja, fadhakir fa inna dhikra tanfa, eh, tanfaul muminin, kumbushaneni, tunakumbushana. Nimalize kwa kuhusia jambo leo, kuna kitu kinasemwa sana na hapa nikirudie, nimesha kirudia maeneo mengine. Na hapa niseme sema, hawa viongozi wa kamati za amani wanazungumzia sana haki. Kila wakikaa wanazungumzia eh, wanazungumzia sana amani, hawazungumzii haki. Aha, jamani, tuelewane. Naomba hapa nieleze taratibu, mnielewe. Tunazungumzia sana amani kwa sababu jamvi jamvi la, la haki ni amani. Yule kofi anan kofi anan sifa yake ni nini? Alikuwa msuluhishi wa nchi gani zile katika kusaka nini eh? au kusaka haki? Mwalimu Nyerere aliteuliwa kwenda Burundi kuwa msuluhishi wa nini sio haki? Ah, tusemeni kutoka moyoni, sio haki jamani, tuwe wa kweli. wakupata haki kwa namna yoyote kama hakuna amani? Kaa chini tafakari vizuri Serikali kujenga vituo e, e, vya elimu, kwa maana mashule sekondari, mpaka elimu ya juu ni haki kwa Watanzania. Sio haki? Hata hili tunaoligombania, no, hili la uchaguzi. Uchaguzi, kuchagua na kuchaguliwa, kwa watanzania ni haki. Sio haki Nii. tena hizo haki zimetajwa kwenye katiba, zikutajwa. Tuulizane sasa, hizi haki unaweza kuzipata kama hakuna amani? Nani anaweza kuchagua au kuchaguliwa kama hakuna amani? Naambia tu, naweza nikajiandikisha wakati v-vita imeruka, naweza kafanya kama amani hakuna? Haiwezekani. Nani anaweza kwenda shule, kumpeleka mtoto wake nenda shule, hakuna amani? Nani anaweza kusafiri kutoka Simiyu kwenda Mwanza, kwenda Dar es Salaam kama hakuna amani? Kwa hiyo haki hii ipatikane jamani. Hata haki ile, nikisema hiyo, mlio wangu mtakuwa mmenielewa. Haki ile nyumbani iwe kwako kwa baba au mama, kama hakuna amani hiyo hatu naipata, kuna mastresi kuna manini kuna hii, hiyo hatu naipata. Wewe mwenye kutoa uwezi kuipata, mwenye kuwa uwezi kuipewa, mwenye nini, yaani hakuna <laughs> tusidanganyane. Mimi nilidhani tutapongezwa, viongozi tunaopigania amani tutapongezwa, ikiwezekana tupewe na nishani kwamba mnapigania kitu muhimu na wote ni mashahidi. Wito, wito minasema, jamani, memsikia, wa viongozi wa dini siku zote tunasema jamani. Tena nimefurahi hata juzi askofu wa Anglican, kasema nasema wazi kwamba sisi tuna, tuna nafasi ya mazungumzo, tunayo nafasi. Rais huyo aliyoko madarakani sasa Mungu ambarikie, ana, ana, ana kitu amekiita kinaitwa 4R kuna mazungumzo mle ndani. Kaeni mzungumze, msituharibie nchi, kaeni huko na nafasi, na mkishindwa sisi viongozi wa dini tupo, tutakaa tutasema hapo. Aa, sawa hapo hivi hapo hivi. Sisi katika Uislamu kuna kitu kinaitwa sulhu hudaibia, chukua hiyo. Kuna kitu kinaitwa sulhu hudaibia huo ni mkataba wa Mtume na watu wa Maka. Baada ya Mtume kuhamia Madina, alitaka kurudi kwenda kufanya ibada ya haji. Serikali ya Maka ikaziwia kwamba huwezi kuingia. Maswahaba wa Mtume wakasema haiwezekani, Kurani ishashuka inasema tutaingia, si tutaingia? Panga zikachomolewa. Mtume kwa busara akasema hapana, hatuwezi ia. Washangaa, Uislamu nini? Ya, ya, ya, ya, ya upanga? Sio kweli, wacheni Uislamu ujisemee wenyewe <laughs> tumekakataa kabisa. Sasa tuwezi kupigana tuwezi kumwaga damu, njoni tukae. Wakakaa. Mama Samia anazo ara nne, kaeni rudieni tena rudieni tena lakini hakuna sababu ya sisi, watu wazima, lazima tufanye siasa za kistaarabu, tukubali tusikubali. Na mimi najua baadhi ya wanasiasa nafsi zinawasuta sisi katika Uislamu huku, Mtume wetu anasema, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha, maumbile ya moyo kumpenda anayeufanyia vizuri. Ni kanuni kanuni, mchukua hata mtoto. Muwe watu wawili mtaani, wewe weka utaratibu wa kupita na pipi tu, unawapa watoto pipi, alafu kuna mwingine huwa akipita na wakoa wala watoto, watakuwa wanamshangilia nani? <laughs> pipi. Sasa wewe unataka kuongea, anzia ngazi ya familia, anzia ngazi ya familia. Wewe na mume wako, wewe na mke wako, mazungumzo yenu ni kutukanana, vijembe, kulipuana, kufanya nini? Kuna kitu utachopata kwenye ndo? Njoo kwenye ngazi ya ndugu, kwenye family inatakiwa tukutenda wema, kusema maneno mazuri, lugha nzuri. Huu ulimi huu, ulimi huu ndio unajenga kila kitu, huu ulimi huu ndio unapasua kwenye kila eneo. Tutumie ulimi vizuri. Tunaenda kwenye kipindi cha chaguzi. Wanasiasa mko humu, ndugu zangu, naomba niwasihi, nikiwa kiongozi wenu wa kiroho, na wasihi <laughs> na watafadhalisha na waomba kwa unyenyekevu mkubwa, jengeni hoja, msitukane. Matusi yanazua hasira. Ukimtukania, ukimtukania Siku moja Mtume wetu Muhammad SAW anasema ah, zikafika zama, sikia MC ya maneno ya mtume anasema eh? hivi zitafika zama mtu atamtukana baba yake. Masahaba wakashtuka, hmm, ya Rasulullah, eti mtume wa Mungu, mtu atawezaje kumtukana baba yake? Hasa ndio. Mtume akasema ndio, itafika zama mtu atamtukana baba yake. Kwa nini? Ah, itafika mahala mtu atamtukana baba wa mwenzie. Ukimtukana okay, baba wa mwenzio, yule mtu atajibu kumtukana nani? baba yako na akimtukana baba yako wewe, utakuwa umesababisha baba yako afanyeje? Atukane. Kwa hiyo wewe utakuwa umemtukana baba yako. Tunaelewana ndugu zangu? Sasa we kiongozi, tunakuheshimu, tumekupa dhamana ya kata, tumekupa dhamana labda ya wilaya, tumekupa dhamana ya mkoa, unasimama unatukana Iko msomaji mmoja wa Kiarabu yake anasema, al-insanu fi <laughs> Al insan fi asharaiki, utu wa mwanadamu huko katika pango lake, utu wa mwanadamu utu wa mtu huko ndani ya pango lake mm, pango sikinywa, utu wa mtu huko nyaka kaulimi tu wamabakia wa damu, kinachobaki hapo ni nyama na na damu tu, utu wa mtu ni ulimi. Tumia lugha nzuri, na wasihi wanasiasa, na wasihi wale ambao tuko pamoja na ndugu zetu wanasiasa, kwa sababu katiba yetu ya Tanzania nzuri imetupa uhuru wa kufanya siasa. Haya mengine yanayotokea madogo madogo tunaweza kuyakemea kukayakataza, lakini yeye ni mashahidi sisi, katika nchi hii tumeshuhudia maandamano yanalindwa na polisi. Tena huyo alioruhusu ambaye ni ni rais wa nchi ni mwenyekiti wa chama. A hey, watu wake walimgomea, unaruhusuje maandamano? Sasa walindena wakalindwa, kwani kimetokea nini? Ukitafiti ukitazama vizuri kuna mahala tume Ukitafiti ukitazama vizuri kuna mahala tumejikwaa kilipojikwaa ni eneo la uli mi nawasihi kwa unyenyekevu, nawaomba ndugu zangu, wazazi wangu, kaka zangu, rafiki zangu, lakini lakini sisi kama kamati za tulimchague mtu awe amechaguliwa sawasawa, awe amechaguliwa na Watanzania. Kwa maana hiyo, uwanja ule wa watu kufanya wao uchaguzi uwe safi, na sisi tunahubiri pia haki kwamba haki itendeke, anayeshinda atangazwe watu watakukuru. Fanyeni kazi tena, fanyeni kazi vizuri, watu watakukuru. Msifanye hati eti wakati wa uchaguzi mkuu fanyeni, hata sasa ndani ya vyama huku, ndani ya vyama nako kuna shida, na mimi nawapongeza CCM kwa nini? Unajua nawapongeza nako kuna shida, na mimi nawapongeza CCM kwa nini? Unajua nawapongeza ule udiwani tu watu mia tano, si mia ngapi? kuchagua kwa kama una rushwa yako toe laki laki kwa watu mia tano sijui elfu moja. <laughs> Sia Mungu Mungu. Eh? Nilu waone. Nasikia ule ubunge watu elfu kumi. Bana mchezo. Sasa na hivi ume mingine mimi ningevishauri. Mekeni ukumu. Tumechoka sisi kuwa na viongozi, viongozi wasioeleweka. Yaani mtu kwa sababu ana hela, kwa sababu ni mtoto wa hapa bin humu humu. Hakuna habari hiyo. Achaguliwe mtu kwa uwezo. Pigeni makofi kidogo chaguliwa mtu kwa nini? Kwa uwezo. TAKUKURU, shughulikeni na ndani ya vyama, msisubiri nje, kama ambavyo sasa mmekuja na sera nzuri. Sasa hivi mna mnaitekeleza mna, mna, mna, mna, mna, mna ile azma yenu ya kuziwia, sio kupambana tu, mnaziwia. Sasa maana mnaenda hadi kwenye miradi sasa hivi, TAKUKURU tunawapongeza kwa hilo. Mnaenda mpaka kwenye miradi, tunawapongeza sana. Sasa shukeni, njoni kwenye vyama huku. La na kila mtu anataka kugombea. Na kwa nini tumeleta, kwa nini tumeomba Sheikh wetu kushukuru na baba baba baba yangu Paroko, umeandaa mkutano mzuri sana. Tumeleta maeneo yote, hata mama ntilie. Mtu apewe uhuru wake wa mawazo. Ndiyo maana kuna kitu kinaitwa ilani. Hivi vyama vina kitu kinaitwa ilani. Ilani maana yake ni makubaliano, wameshakaa ndani, wame sasa sisi tutawafanyia Tanzania hivi baada ya mtu apewe uhuru wake wa mawazo. Ndio maana kuna kitu kinaitwa ilani hivi, vyama vina kitu kinaitwa ilani. Ilani maana yake ni makubaliano, wameshakaa ndani, wamesema si tutawafanyia Watanzania hivi. Baada ya hapo mtapewa muda wa kwenda kuinadi ile ilani, mtaeleza kwenye maji tutafanya hivi, kwenye kilimo tutafanya hivi, kwenye uchumi tutafanya hivi. Watanzania wanasikiliza. Sasa unaingiza matusi ya nini? Sema haya naomba, niseme tena, nawashukuru sana kamati ya amani ya Simiu <coughs> lakini na kamati za amani zilizokuja Shinyanga, Mara. Mwenyezi Mungu awabarikie, lakini na udumu utulivu wake <coughs> amani na upendo <coughs>